Basi, na shaka, siku za hivi karibuni juma hili tumeshuhudia udukuzi hapa nchini Tanzania katika baadhi ya taasisi muhimu za serikali na zisizo za serikali. Sasa leo ninajumuika na mtaalamu wa masuala ya usalama wa mitandao kutoka taasisi ya EYP, yani Empower Youth Prosperate, bwana Gehas Makoga kutoka jijini Mwanza kutazama juu ya usalama wa mitandao hasa kwa watumiaji wa mitandao ya kijamii na kujiepusha na udukuzi. Bwana Gehas, karibu sana. Asante sana, nashukuru sana Taarifa za udukuzi za mwanzoni mwa juma hili, kama mtaalam na mbobezi wa maswala haya ulizipokea vipi? Kiukweli, taarifa za udukuzi zinatuumiza, zina kwa sababu uh, ukiangalia nchi uh, yetu, moja ya jambo ambalo still ni changamoto kubwa ni usalama wa kimtandao. Sasa tukiwa tunaangaika bado kutoa elimu kubwa zaidi kwa watu wetu juu ya usalama wa mtandao na ama tukiwa navyozidi kuongezeka, watu wengi sana huwa hawatilii maanani sana kwenye masuala au zile semina ambazo zinatolewa juu ya watu namna gani wanaweza kuwa salama katika masuala ya kimtandao. Kwa hiyo nasema kwamba kama mtaalamu, kwa ujumla usalama mtandao, huwa siwezi kungoja hadi jambo litokee na nianze kutafuta taarifa. Kwa hiyo kwa kifupi, huwa tunapokea taarifa kwa kuchunguza, kushirikiana na kutumia teknolojia kwa. Uh, sasa takwimu zinaonyesha kuwa zaidi ya asilimia themanini ya matukio ya udukuzi yanahusisha udhaifu wa kibinadam kwa maana ya kuwa wengi wanatumia mitandao ya kijamii sasa. A, kwa nini mitandao kama WhatsApp, Facebook ama Instagram inakuwa mlengo mkubwa sana wa udukuzi? Unajua sababu kubwa ni kwamba watu wengi sana wanatumia hivi hapo kila siku. Kwa hiyo mitandao kama WhatsApp, Facebook, na Instagram zina watumiaji mamilioni duniani, kwa hiyo hii inakuwa ni rahisi kwa wadukuzi kutafuta waanga wengi kwa haraka. Pili watu wao wanashirikisha taarifa zao binafsi sana kwenye hizi zao kama picha uh, majina halisi, mahali walipo, hadi taarifa za kifamilia au kibenki. Kwa hiyo hii inawapa wadukuzi nafasi ya kupata taarifa wanazohitaji ili waingilie kwenye sauti zako au kukuta peli. Kwa hiyo kwa sababu ya umaarufu wa hii mitandao na kiasi cha taarifa zinazopatikana humo, zinageuka kuwa mtego mkubwa sana. Kuna njia zinaelezwa kuwa kama phishing links, kuna fake logins, pages, sim swap fraud, kuna public wifi attack, trojans, kuna social engineering na zingine kadha zinazotumiwa na wadukuzi. Sasa najiuliza inakuaje, ama kuna namna nyingine ya kawaida inayotumika kudukua akaunti hizi za mitandao ya kijamii? Mauliza vizuri sana. Mbinu za wadukuzi kwenye mitandao ya kijamii ni nyingi na zenye ujanja wa hali ya juu. Sasa tukiziangazia moja kwa moja kiundani, jinsi yes, zinavyofanya kazi na kwa nini hatari. Sasa kama ulivyosema, kuna namna ambazo zinatumika. Ya kwanza, phishing link. Hii ni mbinu maarufu kuliko zote phishing link, kwa sababu wadukuzi wanatengeneza linki inayoonekana ya kawaida. Unakuta mfano inasomeka labda unaona lakini kwa ndani inakuwa ni linki ya kuiba taarifa zako, wanaitumia kwa njia ya SMS, WhatsApp, email, lakini pia direct message kwenye, kwenye Instagram au Facebook. Sasa so, unapobonyeza linki hiyo inakupeleka kwenye ukurasa unaofanana kabisa na wa account yako, kwa hiyo ukijaribu ku login tayari password yako inakuwa imepelekwa kwa udukuzi. Kitu cha kukumbuka ni kwamba linki ya kweli ya kudumu Facebook, Facebook, Facebook. ya kudumu kama, kwa hiyo ukiona herufi au alama za ajabu ajabu usibonyeze, lakini kitu cha mbinu ya pili hiyo fake login pages unasema kama inakuwa kwenye lakini imekuwa clone sio original ya Facebook. Kwa hiyo hii ni sehemu ya fishing, lakini kwa hali ya juu zaidi. Wadukuzi wanakuwa wanatengeneza ukurasa ukurasa wa kulogin unaofanana kabisa na ule wa mtandao wako wewe mpendwa wa kijamii. Kwa mfano, unakuta ni fonti hiyo hiyo inayotumika, rangi na nembo pia zinafanana, inakuuliza username na password zako. Kwa hiyo ukijaza tu password zako zitaenda kwao na wanaweza kuingia kwenye akaunti yako muda wowote. Mara nyingine wanapatika pia ukurasa huu kwenye app bandia au hata kwenye matangazo ya kura gani. Kitu kingine cha tatu ni SIM swap fraud. Kwa hii ni hatari sana kwa sababu inafanyika kwa kushirikiana na watu wasio waaminifu ndani ya kampuni pia za simu. Hiki kitu kinafanyika. Mdukuzi pia yaani, mdukuzi anaweza kupata taarifa zako za msingi kama vile jina lako, namba ya simu, namba ya kitambulisho cha NIDA, kisha anapiga kampuni anapiga kampuni ya simu anajifanya ni wewe na anasema nimepoteza simu, maybe nahitaji line yangu irudishwe. Kwa hiyo wakimpa line mpya, i mean SIM replacement here. Tayari yeye anapokea SMS zako, ana control ya two factor authentication, anaweza pia kubadilisha password zako. Ndio maana kulinda namba yako ya simu pia ni yeah muhimu sana, lakini kitu kingine umemesha umesema public wifi, wifi ya bure pia ni nzuri sana, lakini inaweza kuwa ni mtego mkubwa, kwa sababu wadukuzi wanaweza kuanzisha wifi yao feki. Unaweza kuta wameweka labda free wifi base station, kwa hiyo watu wakijiunga Mdukuzi anaweza aka akaona akaweza kuona unachunguza unachotuma, labda basi ile message kupatika pia virus kwenye simu yako, kuangalia sessions zako za mitandao. Kwa hiyo ni kama umeunganisha simu yako kwenye laptop ya mdukuzi bila kujua. Kwa hiyo muda mwingine pia tunashauri pia, kwenye public WiFi zile za umma, pia tumia VPN kila unapokuwa kwenye WiFi. Lakini kitu kingine unaweka social engineering. Sasa hii ni mbinu ya ya kisiasa. Wadukuzi hawatumii software sana wanatumia pia akili na maneno. Wana, yaani, wanajifanya pia ni ndugu yako, bosi wako, labda mwalimu wako, anaweza kuwa mteja au hata support team ya Facebook. Kwa hiyo wanakuomba taarifa zako kwa njia ya star, mfano abali labda, uh, timu ya tuko Facebook security, pia tumegundua shughuli ya ajabu katika akaunti yako, tafadhali tumia kodi uliopokea sasa hivi. Kwa hiyo ukiwatumia hiyo kodi ambayo ni two factor authentication tayari wamefungua akaunti yako. Sasa kwa nini haya yote yanafanya kazi? Ni kwa sababu watu hawajui dalili za udukuzi na pia wanabana muda ya kuta, hawasomi uh, vizuri wanadhani pia hawawezi kuwa wahanga, na kuwa wanaamini watu kwa haraka sana mitandao. Kwa hiyo ushauri wangu mkubwa naweza nikasema ndio nilikuwa na kuja hapo, basi. Na nashaka kutaka kufahamu ni ishara zipi ambazo labda mtu sasa, ama zinaweza kuonyesha kuwa akaunti yako ya mtandao wa kijamii imeingiliwa ama iko hatarini kudukuliwa, ndio Yaani kuna dalili za tahadhari. Unatumiwa una, una kodi ya kulogi bila wewe kuiomba. Unakuja kuona labda unashindwa kuingia kwenye akaunti yako akaunti yako kwa, kwa, kwa password sahihi, yaani ni password sahihi lakini, lakini pia unashindwa kuingia un una zi kwenye akaunti yako. Lakini pia unaweza kuona kuna posti au message mesji unazozikuta zimewekwa bila wewe kuweka. Kama unavyoona jeshi la polisi inakuja kusema kwamba hizo taarifa ambazo zilikuwa zimechapishwa kwenye baadhi ya mitandao yake hazikuwa sahihi, kwa sababu wao wow, hawakuziweka. Hiyo ni moja ya ishara ambayo inaonyesha akaunti yako imeingiliwa. Lakini pia, waku, kuambia, wa watumia, lakini pia marafiki wako wanakuambia labda umepokea ujumbe wa ajabu kutoka kwako wakati wao hujawatumia. Lakini pia unaweza ukaona pia email au notification ya login toka kifaa au eneo usilolijua. Kwa hiyo ukiona haya hakikisha, unachukua tahadhari ya haraka. Badilisha password na wasiliana na wasiliana na msaada wa mtandao husika ambao unaotumia na, na ume, wakati ukizungumza pale awali umezungumzia kuhusiana na two factor authentication, basi na shaka sasa ni kivipi two factor authentication 2FA inaelezwa kuwa muhimu katika kujilinda. Kwa mtu wa kawaida tu inakuwaaje hii, ama kuna hatua zingine pia ambazo mtu anaweza kuzitumia? Yes, hii ni kama kinga ya pili, kwa sababu hata kama mtu ana password yako bado hawezi kuingia bila kodi ya pili ambayo inatumia inatumwa kwa simu yako au app ya uthibitisho kama Google Authenticator. Na ni muhimu sana, kwa sababu password pekee haitoshi. Mbali na 2FA, pia unaweza pia kutumia password ngumu, mchanganyiko wa herufi, namba, alama, pia kuepuka kubonyeza links za ajabu na kuwa makini unapotumia hizi wifi za bure. This two factor authentication inakuwa ina, ina, ina ni kama addition layer ya security. Pamoja na kwamba umeweka details zako muhimu, mfano ulikuwa unaingia labda kwenye Gmail la account yako umeweka password, wewe umeweka email yako na password yako, lakini pia ukiweka hii two factor authentication pamoja kuweka taarifa muhimu, bado itataka uweke tena kinga ya pili ambayo ushaiweka hii two factor authentication, kwamba kuna code zingine zimetumwa kule, kwa hiyo lazima uziweke. Unakuja kuona password tu haitoshi, kwa hiyo unaweka password unaweka password tena, that is it najia na, na, labda kuna programu ama vifaa vya kiusalama ambavyo hata mtu wa kawaida anaweza kutumia kuongeza ulinzi wake wa mtandaoni. Zipo nyingi rahisi kutumia, yani zipo nyingi, lakini pia kuna antivirus. Antivirus pia kuna kuna kuna Avast, kuna Kaspersky, kuna Bitdefender hata abu pia zipo, lakini pia kuna password managers kama uh, maarufu sana kuna Bitwarden au LastPass. Hizo zinakusaidia kutunza password zako kwa usalama pia VPN uh, ina inalinda faraga yako hata unapokuwa kwenye mitandao ya umma, hizi wifi za sehemu za umma, VPN inasaidia kulinda faraga yako. Pia kuna Google Authenticator au hiyo ambapo tunasema 2FA, kwahiyo inasaidia. Kwahiyo hizi hazihitaji utaalamu mkubwa, ni hapo ambazo unaweza kupakua na kutumia kiurahisi um, uh, tunafahamu hapa nchini Tanzania tuna sheria ya makosa ya mtandaoni ya mwaka elfu mbili na kumi na tano pasi na shaka, lakini pia tuna sheria na kanuni za TCRA ambazo zinaongoza. Kama mtaalamu unaona sheria ama sera hizi eh, ni madhubuti kuzuia ama kushughulikia udukuzi wa mitandao ya kijamii hapa nchini? Kwa mtazamo wangu kama mtaalamu, hizi sheria ziko vizuri, kuanzia kwenye upande wa, wa, wa adhabu hadi ufuatiliaji, ila changamoto kubwa nadhani inakuwepo kwenye utekelezaji wake. Watu wengi wa wajui haki zao wala jinsi ya kutoa taarifa pia wadukuzi wengi wanafanya matukio nje ya nchi, hivyo kuwakamata ni changamoto kwao. Tungehitaji kuelimisha wananchi zaidi na kuboresha ushirikiano wa taasisi zetu za usalama mtandao. Ujumbe wako wa mwisho hasa ni nini hasa, katika hili la kujilinda kwenye mitandao ya kijamii ili kuepuka huu udukuzi? Kiukweli cha kufanya, hakikisha unalinda taarifa zako, usitumie password moja kila mahali, lakini pia weka kwenye kila akaunti, lakini pia kingine hakikisha usibonyeze kila link unayopewa, na akikuwa makini sasa, kwenye hizi free wifi ambazo unapiga ni hatari sana. Kwa hiyo nakumbuka pia usalama wa mtandaoni unaanza na wewe mwenyewe. Shukrani sana Gehaz Makoga kujumuika nami na walau kutupia macho hili. Asante, uh, sana. Na huyo ni mtaalamu wa masuala ya usalama mitandao kutoka taasisi ya EYP yaani Empower Youth Prosperit, Bwana Gehaz Makoga kutoka jijini Mwanza tuki. Mimi ni Jerome Robert.